Mimi Mwinyi Jamal Ramadhani, mimi Mwinyi Jamal Ramadhani nathibitisha kwamba nitakuwa mwaminifu, nitakuwa mwaminifu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. <coughs> Mimi Mwinyi Jamal Ramadhan kwa, kwa, kwa, kwa heshima kubwa nasi, mbele ya bunge lako tukufu kwa uaminifu mimi, mimi Mwinyi Jamal Ramadhani kwa heshima kubwa na ahidi mbele ya bunge lako tukufu, nitakuwa nitakuwa mtiifu mwaminifu kwa nchi yangu ya Tanzania, na kwamba nitahifadhi naahidi kuilinda, nitahifadhi kuilinda, kuitumikia, kuitetea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa nguvu zangu zote, kwa moyo wangu wote e, Mwenyezi Mungu nisaidie. Mheshimiwa Mwita Mwikwabe wa Itara, mimi Mwita Mwikwabe wa Itara na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania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 moyo wangu wote. E Mwenyezi Mungu nisaidie. Mheshimiwa Nadra Gulam Rashid. Mimi Nadra Gulam Rashid nathibitisha kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitahifadhi na kuilinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Nadra Hulam Rashid, kwa heshima kubwa ninaahidi mbele ya Bunge tukufu kuwa nitakuwa mtiifu na mwaminifu wa nchi yangu ya Tanzania, na kwamba ninaahidi kuilinda na kuitumikia na kuitetea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania moyo wangu wote na nguvu zangu zote, ewe Mwenyezi Mungu, nisaidie. Mheshimiwa Nancy Hassan Yarusi. Mimi Nancy Hassan Yarusi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 Mimi Naomi Dankani Mwaipopo ninaapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitailinda, nitaihifadhi, nitailinda na kuitete, na, kui, na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ee, Mwenyezi Mungu unisaidie. Mimi Naomi Duncan Mwaipopo kwa heshima kubwa ninaahidi mbele ya bunge tukufu kuwa nitakuwa mtiifu na mwaminifu kwa nchi yangu Tanzania na kwamba ni, ninaahidi kuilinda, kuitumikia na kuitetea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa nguvu zangu zote na moyo wangu wote. E, Mwenyezi Mungu nisaidie. Mheshimiwa Nape Moses Nnauye.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

Mheshimiwa Abdullah Ali Mwinyi, Mheshimiwa Nasor Saidi Nasor, Mheshimiwa Neema Gerard Mwandambila na Mheshimiwa Dr. Neema Peter Majule. Mheshimiwa Abdullah Ali Mwinyi